Ndugu mgeni rasmi, mkoa katika mashindano haya ulipatwa, ulipaswa kuwapokea wanamichezo mia tisa na sitini na walimu 136 kutoka katika halmashauri zote, ambapo kila halmashauri ilipaswa kuleta wanamichezo wasiopungua mia moja na ishirini na walimu wasiopungua kumi na saba lakini hapa leo tumepokea wanamichezo mia sita themanini na nane walimu sabini na tatu na viongozi ishirini na saba Ndugu mgeni rasmi, wanamichezo hawa watakuwa hapa kwa muda wa siku nne kabla ya kuwapata wanamichezo mahiri zaidi wa kuwakilisha mkoa wa Ruvuma katika mashindano ya taifa yatakayofanyika mkoani Iringa manisipa, manisipa ya Iringa. Ndugu mgeni rasmi, mashindano ya UMITASHUMTA na UMISETA kwa mwaka 2025 yanashanikizwa na kauli mbiu isemayo viongozi bora ni msingi wa maendeleo ya taaluma, sanaa na michezo, shiriki uchaguzi mkuu ishirini ishirini matano kwa amani na utulivu. Hii usiopingika kuwa maendeleo ya michezo katika taifa letu yamekuwa kwa kiwango kikubwa sana, kuanzia katika ujenzi wa miundombinu hata ubora wa wachezaji. Timu nyingi zina wachezaji walioanza bio zao kuanzia katika mashindano ya UMITASHUMTA kisha UMISETA, huko wanaonekana na kuchukuliwa kuwa wachezaji wa vilabu vijana wetu sasa wanatumia vifaa vya michezo vya mazoezi ya kisasa lakini pia viwanja vyenye ubora wa hali ya juu ambao vikitumiwa vyema tutapata wachezaji wenye viwango vya juu na michezo. Serikali kwa kutambua umuhimu wa michezo, sanaa na utamaduni imeongeza taasisi ambazo zitakuwa ni chatu kwenu vijana kuinua vipaji vyenu katika mitaala ya elimu sasa yao sasaaati kuwa mashindano ya michezo kwa shule za msingi na sekondari mkoa wa Ruvuma kwa mwaka 2025 yamefunguliwa rasmi. Mungu awabariki.